Makamu mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria, lakini pia wageni wetu waliotukimbilia, wenzetu tunaofanya nao kazi, mkurugenzi Ali Abdalali toka Zaeka na Bi Amina ambaye ni mpya kabisa, maana jana ndio nimemwona anaapishwa. Hongera sana mama angu, na karibu kwenye kazi hii ya kukimbiza na rushwa. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Waziri Mkuu Labda nami nipaze sauti kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupa afya njema, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kukupa nafasi hii ya kuja kumwakilisha. Kama alivyoeleza Mkurugenzi Mkuu, kwetu sisi ni heshima kubwa, lakini pia naendelea kukupongeza wewe kwa kuchapa kazi, na kwa hakika sisi ambao tunakusaidia ni kazi tunafarijika sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepewa jukumu la kukaribisha wewe uongee nasi lakini kabla sija kukaribisha na mambo mawili ambayo nataka niyaseme e mbele ya mkutano huu. Kwanza nitumie nafasi hii kuishukuru sana serikali yetu ya awamu ya sita inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa uwezeshaji mkubwa ambao umekuwa unafanyika mara kwa mara. Mkurugenzi mkuu ameeleza katika kipindi cha miaka mitano kazi kubwa na uwezeshaji mkubwa ambao umefanyika, lakini mimi nataka nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu kuishukuru serikali kwanza kwa watumishi wapya e, katika mwaka huu, mwaka huu tumepata watumishi wapya mia tisa na themanini. Kwetu sisi ni jambo kubwa sana, maana nguvu kubwa ya mapambano inaenda kuwekwa huko. lakini sio hilo tu, pia mheshimiwa waziri mkuu, nataka tushukuru pia kwa uwezeshi wa fedha ambao umetusaidia kuweza kujenga majengo mbalimbali mbali, na pia fedha hizo zimetumika pia kwa ajili ya kununulia vifaa mbalimbali kama unavyoona wakubwa hawa katika wilaya zetu zote na zile wilaya maalum eh, kila wilaya ina gari Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia kwa wenzetu wa mikoa wana magari mawili mawili, kwa unaweza kuona kwamba nguvu kubwa ambayo serikali imeiweka. Na sasa hivi naweza kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnachotudai ni matokeo ambayo Mheshimiwa DG hapa ameeleza kwa ufupi, na kazi inaendelea. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza kuwashuhuda juzi hapa eh, kuna mtu mmoja tumemdakua E, alikuwa na mahela mengi sana akaweka ndani e, ile ni kazi ya vijana wako hawa. Na mheshimiwa waziri mkuu, anastahili kupigiwa makofi kabisa, kazi nzuri inayokwenda na ndio maana mwanzo nilimtambua mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu haya yote Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mwenyekiti, ninaamini kabisa unaona kazi nzuri ambayo umetukabisi. Mheshimiwa waziri mkuu, naomba kuhakikishia wewe lakini pia kuhakikishia wenzetu wanaotekeleza kazi hii kwamba wizara tutaendelea kuisimamia TAKUKURU kwa mujibu wa sheria na kadri maelekezo ya mheshimiwa rais na viongozi wetu nyinyi mtakavyotuelekeza, kwa sababu kwetu sisi ni yetu na majukumu yetu ni kumapam, kukazia katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Pili, tutaendelea kuboresha utendaji kazi wa utumishi wa umma ili watumishi wanaojihusisha na vitendo arushwa, waweze ya rushwa basi waweze kujua kwamba serikali hii awamu ya sita haina mchezo inapofika kwenye mapambano dhidi ya rusha kwa sababu tukifanya hivyo, tija itapatikana na wananchi wetu watapata e, ile stahiki yao ya kuchagua uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ili uweze kuwasaidia katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wageni waalikwa, mabibi na bwana. Kama nilivyoeleza awali, jukumu ililopewa leo ni kukaribisha wewe uweze kuzungumza nasi na kupitia mkutano huu uweze kuzungumza na Watanzania lakini pamoja na hilo iwe ni ishara ya kwamba unatufungulia mkutano wetu mkuu huu wa mwaka wa watumishi na wafanyakazi wa taasisi yetu hii ya Takukuru. Kwa maneno mengine, kwa maneno mengine, Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni jukwaa lako, sio jukwaa langu. Hivyo pasipo kuchosha, ni kushukuru mgeni rasmi kwa kuridhia kuja kuhu, kuhu, katika mkutano wetu, na sasa ninayo heshima ya kukusimamisha ili uzungumze na Watanzania na viongozi waliopo katika ukumbi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Kazi na utu, kazi na utu, kuzuia rushwa. Asanteni sana, tukae. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete, waziri wa nchi ofisi ya Raisi, Management ya utumishi wa umma na utawala bora; Mheshimiwa Joseph Peter Masunga, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro; Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, mkuu wetu wa mkoa wa Morogoro; ndugu yangu Mruli Muhendeka Mahendeka, katibu mkuu Ikulu, ndugu yangu Crispin Francis Chalamila, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mwenyeji wetu katika shughuli ya leo, ndugu yangu Ali Abdalla Ali, mkurugenzi mkuu wa mamlaka kuzu ya kuzuia rushwa na hujumu uchumi Zanzibar zaeka pamoja na timu yako wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, natambua uwepo wenu, natambua kazi yenu njema mnayofanya. Bineema Mwakalielie, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na, na nichukue orodha yako yote kama ulivyotambulisha, maana ulitambulisha vizuri yeyote ya ambaye ya sitamtaja atambue nimemtaja kupitia utambulisho mzuri ambao ulitolewa na naibu mkurugenzi mkuu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, wakili msomi Edwin Swale, viongozi wetu wa dini, Mheshimiwa maskofu pamoja na shehe wetu na viongozi wengine wote mlioambatana nao, viongozi wote wa taasisi za haki jinai. kitambua uwepo wa mheshimiwa msajili pamoja na mheshimiwa jaji DPP, mwakilishi wa DPP, wajumbe wa mkutano huu ambao ni wakurugenzi, wakurugenzi wasaidizi wakuu wa vitengo, wakuu wa TAKUKURU wa mikoa, wilaya na vituo maalum, na utambulisho wote uliotolewa, kamati za usalama za mkoa wa Morogoro pamoja na wilaya zake, viongozi wote wa serikali mlioko hapa, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nirudie tena kuzuia rushwa kazi na utu. Ndugu viongozi, na mimi niungane na waliotangulia kusema kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika tukio hili muhimu. Ninawapongeza sana viongozi wa TAKUKURU kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu wa mwaka wa viongozi, mkutano ambao kwa zaidi ya miongo miwili umekuwa sasa ni sehemu muhimu ya mfumo wa kutathmini na kupanga na kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa hapa nchini. Hongereni sana. Nimefurahi pia kuona washiriki kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hususan mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi ya Zanzibar, yaani Zaeka pamoja na ujumbe wote ambao mmeambatana nao. Ushiriki wenu unaimarisha dhana ya muungano wetu na kuonesha kwa vitendo kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni ajenda ya kitaifa inayohusu pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana. Na kama mnavyofahamu, katika tukio hili Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye alikuwa awe mgeni rasmi na ndiye aliyealikwa kuwa mgeni rasmi lakini kutoka